Wanaume kuposti wake zao. Kila mwanaume anatakiwa kumposti mke wake, kumposti mke wake. Umenisukuma na mtako lako, najua umechoka mm. <coughs> no, <laughs> sana ume. hata <coughs> <unge, atasim> <coughs> <coughs> <coughs> <No! coughs>

kila <laughs> <geli. laughs> mwanaume anatakiwa kumposti mke wake. Hey, mzee wangu nimeitikia, nimeitikia kabisa nimempost mke wangu kama ulivyotaka. Wanaume kuposti wake zao, kumbe wake zetu. Nashukuru sana manake nikuwa najisikia vibaya yani, walikuwa wananisuta hawajapostiwa na hawa hawa wakolombia <mucho>